Mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu wako John Heche na timu yote ya makao makuu ikiongozwa na katibu mkuu John Nyika, wajumbe wote wa kamati kuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa wa mawacha na timu yako yote. Aa, niko kwenye mtego kidogo, kwa sababu niliambiwa nitatoa mada kama dakika kumi na tano, lakini kwa mazingira sana, nadhani nitaongea kama dakika mbili au tatu. Katika mazingira hayo nina mambo matatu ya msingi ya kusema. La kwanza narudia kauli iliyosemwa awali na wachache waliojitangulia, haki haiombwi, haki inadaiwa isig <laughs> na nikisema hilo, baba Askofu, utanisamehe kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi <laughs> Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yo yoyo maridhiano yalituvuruga. Tunataka katiba mpya, sheria mpya, no reform, no election. Ndugu zangu BAWACHA, kwanza naona mnachelewa muda tulio nao ni n kupanga mikakati ya no reform no election. Sasa mimi waulize, eti hii mada haikutolewa na Chadema mwenyekiti, kilichoandikwa hapo harakisha amani na umoja kwa maendeleo endelevu, ninavyofahamu ni, ni kauli ya Umoja wa Mataifa iliyotoka kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Haikutengeneza na Chadema. Amani tunayo. <laughs> <laughs> Maaskofu wote wawili wameongea na juu ya waliopotea na wanaoendelea kupotea. <laughs> Haki tunayo, Hatuna. umoja kwa maendeleo tunao? wanawake wa Chadema maelfu mlioko hapa, mnashirikishwa kwenye rasilimali za taifa zinazogawanywa kama karanga? Haki haipo kwenye maisha yetu, haki haiko kwenye nchi tunabembeleza nini? Miaka thelathini tumedai haki, miaka zaidi ya thelathini tumedai marekebisho ya katiba nchi yetu iwe na tumepata. Sisi ni watoto wadogo, ndugu zangu. Bila kuchelewa niseme ifuatayo. Kwanza, nawashukuru sana watanzania wote waliokuja kunitembelea gerezani, waliniletea salamu na hata nilipotoka wengine walinifuata mpaka nyumbani kuja kunipa pole na hongera. Gereza limenifundisha na namwambia Samia akitaka anipeleke tena gerezani kwa sababu kuja kutetea haki. <laughs> Kwa kukaa gerezani nimejifunza Watanzania wanavyoteseka. Oh, no. Mimi sikujua kuna watu wanakaa gerezani eh? Hawajahukumiwa wanakaa miaka kumi nani? Kwa sababu ni mengi yanaharibu sura yao, wanapunguza, wanaanza upya, wanakupelekwa mahakamani wanaweka nole ile ambayo mimi nilitoa gerezani. Askari magereza anapiga mtu risasi kwenye kituo cha kupigia kura. Yule askari alienda kufanya nini kwenye kituo cha kupigia kura? Alafu <laughs> tunaambiwa hapana, tukae chini tujadiliane, no reform no election, yeah. Sasa kwa sababu ya muda niseme yafuatayo. La kwanza, BAWACHA na katibu mkuu na naibu katibu mkuu na timu yenu, nadhani nitajua namna ya kutoa maelekezo. Kama nilivyosema hatuna muda, na kwa sababu hatuna muda, hata sasa tunapoteza muda kujadili mada badala ya kujadili namna gani BAWACHA babika angalia watu wao hao ndio wenye watu yeah. katibu mkuu no, na naibu katibu mkuu hawa ndio wenye watu. Imani yangu kwamba wakirejea kwenye vituo vyao ndani ya siku mbili tatu nne watakwenda kuwaambia watanzania wa maeneo yao no reform no election, ili watu wenu waelewe. Watu wenu wakielewa Tusipowatumia jeshi hili, mwenyekiti, mikutano ya hadhara peke yake haitatusaidia. ya tunahitaji kumbinu kubuni mbinu mbalimbali, na mi sitaki kumwaga mchanga mchele kwa kuku. Hayo mengine tutazungumza mimi na wewe, tutashirikiana na makao makuu yako, tupange mbinu ni zipi, lakini na nyiye jiongeze Bavicha, Bazeta, Bawacha, kazi inaanza mtakapoingia kwenye majimbo yenu, vinginevyo yeah, haiwezekani. No reform, au tuiache tu mapema. Nami nadhani hatuwezi kuiacha kwa sababu inatekelezeka, wananchi wamechoka. Na mwisho ndugu zangu kama tulivyosema na baba anasema hapa, haki haiombwi. yeah. Mungu yuko upande wetu sisi yeah. Pia tunaongea na sisi yeah. sisi mwenyewe wanasema no reform Kwanza wamevunja sheria, wameanza uchaguzi wa mapema yani wameanza election electioneering mapema kinyume na sheria. Alafu sisi wanatuambia sisi tunapoteza huko nje ya sheria, tusimame kidete, tupiganie taifa. Hakuna mwingine wa kupigania taifa ila sisi. Wanawake mlituzaa wanawake mlituzaa. Alafu mkikimbia majukumu mtatueleza kwa nini. Kaniza siamini kama mlituzaa ili tuteseke na nchi hii. Asante sana mwenyekiti, na kushukuru na niwatakie pai